Babu, ume tandawe, ume tuli, kwa sababu mitandao yote ilichafuka, mwalimu wetu aondoke. Sisi mimi nawaambia tu mashabiki wa Yanga Afrika, kwa sababu mashabiki wa Yanga Afrika kuna wengine akili zao za kushikia, wakisikia watu wakiingizwa kwenye mtego wao wanaingia, kwa wana sababu mtego tokea jana tumesuhuru kila mtu akikaa nakuambia kocha aondoke. Kocha wetu sisi mpaka leo hajapoteza mechi tokea aje. Kocha wetu sisi, katika mechi zote tulizocheza mpaka leo, kocha hajaruhusu goli kisha hiyo mpaka leo kocha hajaruhusu goli. Wewe unatoka huko, unapata hapo ujasiri uada mwalimu aondoke? Wewe we unasema mwalimu aondoke, kadi yako mipia, kwa sababu kadi yako kulipia ndio kuvunja mkataba kwa mwalimu kusudi aondoke, na mwalimu anaokuja mwingine inabidi apewe hela. Wewe unakurupuka kwa sababu mwalimu aondoke, kwanza alipa kadi yako usema mwalimu aondoke <tipa> Uh, sisi mm, si hapa tunaendelea kurudi kuudi, na huku tunaendelea kupata matokeo. Tumesimama hapa Mafinga, tumepata matokeo Azam moja moja. Tutaendelea kama tutafika Morogoro, tutapata matokeo matokeo mengine tutapata matoketakbengeaaoke sisi tuaaumtaki Benge, sababu kocha wetu hamtaki. Basi kama kocha wetu hamtaki, kasuruhu na Benge, si kasuruhu, inabidi naye aondoke. Lakini si, la si, la si, la si, si kocha wenu si aondoke na benki aondoke. Kocha bora mpaka jaruhusu goli. Kocha wetu sisi, kocha wetu si punishe na benki. Lakini timu haichezi vizuri, sisi hatutaki timu kucheza vizuri, sisi tunataka pointi tatu, okucheza vizuri atosubiri baadaye sisi tunataka kikombe na pointi tatu. Nikuulize ngawa jamii mm -hmm. Sisi na Simba mpira mzuri kacheza nani? Simba kombe kachukua nani? Yanga kwa kazi yetu yeah. kwa hiyo neno moja ambalo unaituma una kwa Azam ni lipi? sisi tunawaambia mashabiki wa Yanga wale mchwala, kwa sababu yeah. kuna mashabiki wa Yanga mchwala kiwa mm. akikaa mwalimu mwalimu aondoke, mwalimu aondoke mm. watupishe kwa mm -hmm. muda huu watuache sisi, mwalimu wetu tunamuelewa na tunaendelea na mwalimu wetu mm na sisi tunamwambia uzuri, viongozi wa Yanga Afrika hawasikilizi maneno ya wachambuzi au wapiga. Si wapijako ndio wa kwanza hao, ndio wana mashabiki wanadakia. Kwani wa kwanza nani? Si wachambuzi mchwala ndio walianza kuongea, mwalimu aondoka hapo, wengine wamekuja kudakia. Kwa hiyo mm, sisi hatuwezi kuwasikiliza watu, okay. na uzuri wa uongozi wa Yanga hawezi kumsikiliza mtu, okay. okay.